Sisi tunalima kuku aina ya improved kienyeji, kuku wenye wanatoa mayai aina ya Saso F1 na Kenbro F1, au kuku wenye tunazalisha faranga wenye tunauzia wakulima hapa Bungoma na inji na inji zingine jirani. Tuko katika eneo la Bungoma, Bungoma County Kandui, uh, Constituency, tuko Kibabi location kilomita mbili kutoka kwa Main Road unafika New Farms Enterprise. Nikiongelea wa kuku improve kienyeji inamaanisha ni kuku wa, uh, kuku mwenye anakuwa haraka amechukuliwa wakafanya sexy na kuku wenye wa indigenous kienyeji mana exist, ndio huyo kuku aweze kutoa mayai mingi kama awa, kama hii mayai yenye unaiona hapa, hii ni mayai ya aina ya Saso F1 wenye sisi tunadolesha kifaranga. Ukiangalia haya mayai ni mayai ya jogoo yenye inasaidia kila mkulima, na ni mayai yenye pia wewe kama mkulima unaweza ikula na pia inaweza kuongezea, pia inaweza kuwa mzuri kwa nutrition juu ni mayai imelindwa kwa ile njia mzuri. Ile jambo mimi naambianga naambia wakulima na wale watu wenye wanatumia mayai, kuna aina mingi za mayai sasa hivi yenye tunaongea kwa soko, hakikisha ya kwamba ukienda kununua mayai yako aidha uipate aidha kwa shamba ama namba mbili, hakikisha hiyo mayai ni mayai yenye haitadhuru dhuru afya yako. Juu sasa hivi venye tunaongea kuna mayai inatengenezwa kwa lab na unapata sahi inaingia kwa market. Na mkulima akiwa yuko makini, anaweza kula yale mayai yenye yanaweza mdhuru akiendelea, na pia hayo mayai hayana zile rutuba, zile nutrition zinahitajika kwa mwili wa binadamu, so ni vizuri wakulima pia wawajibike na waweze kujua ile mayai yenye ni mzuri kwa kukula katika boma zao. Kuna mayai sasa hivi tunaongea inatoka nchi zingine jirani na unapata hiyo mayai iliundiwa kwa lab yenye haitakuwa mzuri kwa watu kuyakula. Wakulima, kama unahitaji mayai bora, unaweza kutembelea sisi Niohen Farms, tuko Bungoma Kibabii, na utapata mayai yako mzuri ya kutoa kifaranga ama namba mbili, ni mayai pia wewe unaweza kuyatumia kwa maakuli na hayata kudhuru kwa njia yeyote ile. Sisi tunafanya ile inaitwa semi organic kuku wetu mara, mara nyingine tuna semi free range, na pia tunawapea chakula ya kawaida yenye tumeunda na mahindi yenye pia tumeilea kwa uangalifu wa juu sana. So wewe tutembelee, na tutaweza kupea mayai mzuri kama haya yenye yatakusaidia pia kiafya.